Hujambo na karibu sana katika kipindi cha Mizani ya Wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliyojiri ndani ya, ya wiki inayomalizikia leo. Mimi ni Jamali Ashim kwa moyo mkunjufu na kualika kwa takriban dakika 25 kuwa nami katika mjadala wa leo ambao tumekuandalia. Wiki hii taifa limetimiza miaka 26 tangu kufariki dunia kwa baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere Oktoba 14 mwaka 1999 wakati akipatiwa matibabu jijini London, Uingereza. Mwalimu Nyerere anakumbuka wakati huu ambapo taifa likiwa katika hekaheka heka ya kuelekea uchaguzi mkuu. Mwalimu anatajwa kuwa mpiganiaji wa demokrasia ya kweli, ndiye aliyeweka ushawishi kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi ambavyo baadhi yake hii leo vinajiandaa kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Hata hivyo, ikiwa leo ni siku ya 49 tangu kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu Agosti 28 mwaka huu Chama cha Mapinduzi ndicho kinaonekana kuyatawala zaidi majukwaa ya kampeni ikichangiwa zaidi na nguvu na misuli yake ya kiuchumi, wakati wagombea wengine wakilalamika kukabiliwa na uhaba wa fedha kuyafikia maeneo mengi ya mbali. Mathalan, mpaka sasa mgombea wa chama cha mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ameshafanya kampeni zaidi ya mikoa ishirini huku mgombea wa CHAUMMA akiwa amefikia zaidi ya mikoa kumi. Lakini pamoja na hali hiyo, bado wagombea hao wa nafasi za urais wanaendelea kunadi sera zao na ilani ya vyama vyao kwa wananchi ili kuweza kutoa nafasi kwa mgombea mmoja wa nafasi ya urais kati ya kumi na saba kuliongoza taifa hili katika, katika miaka mitano ijayo. Hii ndio mizani ya wiki na mada yetu hii leo tuliokuandalia ni haki wajibu wa wapiga kura siku ya uchaguzi mkuu. Wakati huu ambapo kampeni zikiwa zinashika kasi, waangalizi wa uchaguzi huo ndani na, wa, na kimataifa wamekuwa wametakiwa wame kuzingatia sheria na kuepuka kuingilia au kushiriki vitendo vinayoweza kuingilia, kuingilia mchakato wa uchaguzi mkuu. Wageni wangu sasa katika kujadili swala hili, haki wajibu wa wapiga kura siku ya uchaguzi mkuu ni upi? Ninaye Martina Kabisana, karibu sana. Asante sana huyu, ni mmoja waangali, wa waangalizi wa uchaguzi halikadhalika, ni mmoja ambao wamepewa nafasi ya kutoa elimu kwa wapiga kura, tuko naye katika mjadala huu. Asante sana ni naye Selemani Kateti Mtema, akitokea Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, lakini ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kigamboni, karibu. Asante sana, hawa ndo wageni wangu tutakuwa nao kwa takriban dakika 25, lakini kwanza tupate maana hii haki na wajibu kwa wapiga kura ni, ni, ni maanake nini? Martina Kabisana. Na shukuru sana ndugu mtangazaji. Um, tunapozungumzia haki na wajibu, haki ni kitu cha kisheria vilevile, hata wajibu inaweza kuwa ni kitu cha kisheria, lakini haki ni kwamba kila Mtanzania, tunapozungumzia kwa mkutadha huu wa siku ya kupiga kura mm, tunasema Mtanzania ana haki gani? Ana haki ya kwenda kupiga kura a ana, anayekuwa na haki anatakiwa awe na sifa za kwenda kupiga kura, kwa hiyo haki na sifa vinakwenda pamoja, ili uende kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi, unatakiwa uwe na kitambulisho cha mpiga, sio kitambulisho, ile kadi ya mpiga kura hmm. Kadi ya mpiga kura ni ile ambayo Tume Huru ya Uchaguzi imeshughulikia kuanzia mwaka jana mpaka mwaka huu kuhuisha, kwa wale ambao walikuwa nazo, na wale ambao walikuwa hawana walipata nafasi ya kwenda kujiandikisha pamoja na kuhakiki kuhusiana na hizo hizo kadi zao za kwenda kupiga kura. Kwa hiyo unatakiwa na, kama, na mpaka unakuwa na kadi ya mpiga kura, ina maana wewe umeshatimiza miaka kuanzia kumi na nane na ku, na kuendelea na una, una akili timamu, huna shida ya, ya akili, una akili timamu na umetimiza umri. Kwa hiyo kwa kifupi, ninaweza nikasema hivyo umetimiza umri na una ile kadi ya mpiga kura. Uwezo kasema tuna miaka kumi na nane sikio ikafika ukasema naenda kupiga kura wakati huna ile kadi. Kwa hiyo hapa hapa, ndugu mtangazaji, ningeweza kutoa wito kwamba hiki ni kipindi kizuri sana cha kuhakikisha kwamba kila mwenye kadi yake ya kupiga kura anaitunza vizuri na anaiweka mahali pazuri, isije ikaibiwa. Selemani ametoa <laughs> <laughs> <Suleman, Na, laughs> elimu nzuri kuhusiana na hiyo haki na wajibu na ni maandalizi yakoje mpaka sasa hivi katika kuhakikisha sasa hii haki na wajibu wa e, mpiga kura sasa ataenda kuitekeleza vizuri? Ndio, kwa upande wangu mimi nitatuzungumzia wajibu wa tume kuhakikisha sasa hiyo kura inapigwa sawa. Ameeleza vizuri wajibu wa kwanza. Uh, ulifanyika uli watu wakajiandikisha, lakini sasa tunakwenda kupiga kura yenyewe. Sisi tumefanya maandalizi ya kutosha kwenye vituo vyote vya kupigia kura lakini elimu zimeshatolewa kwa wasimamizi mm. eh, lakini pia tumeweza kuandaa eh, watendaji wa vituo, lakini sio hapo tu, tumeweza kufanya maandalizi yote ya vituo vya kupigia kura eh, kwa kuzingatia idadi ya watu kwenye eneo husika mm. na kwa sasa tunaelekea tuna, tuna kwenye zoezi lenyewe tarehe 29 kwa maana yake vifaa vyote ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya kumwezesha huyu mwananchi kupiga kura viko tayari. Tayari, na hakuna changamoto yeyote, kwa hiyo naamini mm. eh, kwa maandalizi ambayo yamefanyika na tume mm. wajibu wake umetimia. Zamani tulikuwa tunasikia kuna kuchelewa chelewa eh, baadhi ya maeneo sijui ni kwa sababu ya, ya, ya, ya umbali ama hayafikiki vifaa mm -hmm. vinachelewa kuna kitu kwa hiyo hata zoezi lenyewe la kupiga kura lilikuwa lina, lina, lina, lina, lina kwa wananchi ambao wanajitokeza lilikuwa linachelewa kutokana na, na sasa hivi. Kwa maandalizi ambayo yamefanyika hmm, ni kuhakikishia kwa safari hii hmm, eh, hakutokuwa na kituo ambacho kitachelewa kufunguliwa. Vituo vitafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi hmm, na kufungwa saa kumi kamili jioni. ninavyosema maandalizi yako tayari Leo tukiwa na wiki takriban mbili mbele mm. Manake, siku tisa tu zimebaki of course zimebaki yeah, siku tisa maana yake tayari kila kitu kiko tayari mm. na tayari vituo vimeshaandaliwa kwa ajili ya kupiga kura kwao. Ninaamini safari hatutokuwa na changamoto yeyote kuhusiana na kuchelewa kufungua vituo vyote tena kabisa. Umesikia hiyo ukiwa kama mmoja waangalizi na mmoja wa watu wa elimu kwa kupiga kura, kwa, kwa sababu hili ndio mlikuwa mkilalamika mnakumbuka? E, nashukuru sana mtangazaji kweli, tulikuwa miaka ya nyuma tulikuwa tukilalamika. Ukiacha hili zoezi la uandikishaji wa wapiga kura mm, ili tulisema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni mm. Kwa kweli Tume Huru ya Uchaguzi ilifanya vizuri sana, na tuliwaambia kwa sababu sisi kama Umoja wa Uwezeshaji Kioo tulifanya kotekote kote. sasa na ndugu msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kinondoni anaposema maandalizi yako tayari eh, noti Kinondoni Kigamboni, Kigamboni anaposema ma, ana kwamba maandalizi yako tayari kwa kweli tunashukuru, maeneo mengi ma, maandalizi yako tayari. Bado kuna sehemu chache, tunaweza kusema hivi na, mmefuatilia lakini tunafuatilia, ndio tunapita haya ambayo umesema mmefuatilia, tunafuatilia. Kuna eneo lingine unaweza ukakuta mm, hivi hizi ngazi, unaangalia, unasema ataweza kupanda mtu ambaye ni mwenye ulemavu mm. kwa sababu hilo pia tumekuwa tukilizungumzia mm, lakini una, no. unapojaribu kuongea na hawa ndugu zetu wasimamizi wa uchaguzi huwezi ukawa mtumie neno geni perfect asilimia mia moja. Kama kuna pungufu kidogo, unaangalia unajiandaa, utafanya nini? Kama kuna ngazi mbili tatu, huyu mtu hatashindwa kusaidiwa, kushikiliwa akapanda, aka, aka kuna namna yani, tume wame, wamejiandaa, mpaka wale wezetu ambao wana shida pengine ya usikivu, usikivu tofauti, yeah. Na siku zingine kuna mpaka na bainao, kuna watu wa lugha ya alama Wapo, huyu ndugu mwangaliza anaweza akasema, mm, eh, watu ambao hawawezi wameandaliwa, usaidizi utakuwa namna gani? Tume imejiandaa vizuri kabisa. Kama mtu, mtu kama mtu hawezi kupiga kura lakini amefika kwenye kituo cha kupigia kura, tume huru ya uchaguzi imejiandaa itafanya namna gani kuhakikisha huyu mtu anapiga kura? Ni kweli kiasi gani bwana Selemani, mmezingatia hayo mahitaji ya makundi maalum kama hao ambao wenye ulemavu? Ni sahihi tume, e, tume huru ya taifa ya uchaguzi imeandaa karatasi maalum kwa maana ya e, kwa wasioona ambao wataweza kupiga kura yao wenyewe kwa kutumia ile karatasi maalum e, lakini pia tume huru imezingatia kama ilivyo kawaida yake E, mahitaji maalum kwa, kwa makundi yale maalum. Mm -hmm. Kwa mfano wakina mama wajawazito maelekezo mm -hmm. yametolewa kwamba wao hawatoweza kupanga foleni Zahira, lakini Zahira. Pia watu wenye mahitaji maalum ndugu zetu walemavu mm -hmm. na wenyewe nao hawatoweza kupanga foleni na wazee mm -hmm. na pia wakinamama wenye watoto wadogo kwa hiyo mambo yote, kwa maana patakuwa na eneo maalum la hawatu, apa, ama patakuwa na foleni moja ambayo itawatanguliza ita, ita hawa watu wenye mahitaji maalum ama kundi maalum alafu wengine watapewa kipaumbele. Kwa hiyo maelekezo yametolewa kwa wasimamizi wa uchaguzi, lakini pia yatatolewa kwa watendaji wa vituo watoe kipaumbele kwa au watu wenye mahitaji maalum. sawa sawa. Eh, eh, niongeze kitu mtangazaji hapo ili swala la watu wenye mahitaji maalum hii kazi tunatakiwa, sio ya tume huru peke yake. Tume huru imeweka hiyo mipango hmm. Lakini tunasaidiana sisi pamoja na ninyi watu wa habari, kwamba ndugu wa Tanzania mtakapokwenda vituoni kupiga kura, akija mtu mwenye mahitaji maalum, akija mzee, akija mama mjamzito, tunaomba mpe nafasi, asipange foleni. Kwa hiyo hii ni sehemu ya elimu pia ambayo tunasaidiana pia, kama tu vile tuko hapa tunazungumza na vyombo vya habari tunatoa wito kwa Watanzania, siku ya kupiga kura ukiwa umepanga foleni, ukaona mzee anakuja tunaomba huyo mwacha aende moja kwa moja, mja mzito mwachena pite moja kwa moja, mwenye ulemavu mwachena pite moja kwa moja. Mambo gani ya kuzingatia, uh, kwa wapiga kura uh, kabla, wakati na baada? Nashukuru sana. Mambo ambayo wapiga kura wanatakiwa wazingatiwe wazingatie, kwanza sasa hivi unasema kabla, wanatakiwa wamejiandaa na wametunza kadi zao na wameshapita huko kwenye Ka kampeni hmm. Wameshaamua, anaenda kituoni ameshaamua. Sio anafika pale kwenye kisanduku ndo anaanza kuamua nimpigie nani, anaamua kabla huko kwenye akili yake hmm. Halafu akisha siku anapokwenda kupiga kura anatakiwa asivae nguo yoyote inayohusiana na chama hmm. Sasa hivi kwenye kampeni wavae tu wanavyotaka, ziwe za kijani, ziwe sijui za zambarau hmm. Ziwe za rangi gani wavae tu hmm. Lakini ile siku ya kwenda kupiga kura anapokwenda kwenye kituo ahakikishe kwamba lugha ile, yuko neutral, asivai nguo. Kama yeye ni anatoka ACT rangi yao ni zambarau mm. asivai hiyo mm -hmm. sijui anatoka chama gani rangi yao ni nyekundu asivai hiyo, aende tu amevaa nguo nguo za kawaida zisizoshawishi wala zisizofanya wana kwenda kupiga kura kwamba, kumbe, kwa sababu mtu mwingine akishaona tu macho anashawishika, sio? kwa hiyo na akiwajibu aki wake akishafika akipiga kura mm asikae katika lile eneo la kupiga kura, apige kura, arudi nyumbani, ili aache. Sasa kama kila mtu akipiga kura na kubaki kituoni, si pata furika mm -hmm. Kwa hiyo ukipiga kura rudi nyumbani, rudi nyumbani. Selemani, naona na. wanataka kuchangia kuhusu, yala, e, kuhusu hili kwanza, kabla mm -hmm. wakati na baada ya eh, mambo ya kuzingatia. Hii swali hebu tujibu tu, tu, nawe naona mpaka umenyosha mkono <laughs> E, nachokisema kwanza hii kazi ya mama kabisa hapa ni yeah. Kazi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Sao? <laughs> kuwawezesha ili waweze kutoa elimu ya mpiga kura, na wamezunguka na like. <laughs> nchi nzima kuhakikisha <laughs> e, e, wananchi wanapata elimu hiyo Sao? lakini amesema vizuri mm-hmm. e, wananchi sasa hivi wanaendelea kupata sera mbalimbali mbali kutoka kwa wagombea mm. kwenye majukwaa ya kampeni mm. na ambazo zoezi linaendelea vizuri kabisa lakini siku ya uchaguzi E, pamoja na maelekezo mazuri yaliyo yatoa, tutakuwa na mabango mbalimbali mbali kwenye mm. kituo yatakayoonyesha taarifa au namna ya utekelezaji wa hilo zoezi, lakini pia tutakuwa na orodha pale ya mpiga kura ambayo wataikagua e, siku mm. nane kabla mm. kwa ajili ya kujiridhisha kama jina lake lipo kwenye hicho kituo, lakini pia e, kutakuwa na E, karani mwongozaji ambaye atamwelekeza wapi pakwenda huyo mpiga kura aliyekwenda. Kwa hiyo e, kwa maana ya tume imejipanga vema kuhakikisha inatimiza huo wajibu wake kwa mpiga kura, lakini pia amesisitiza jambo muhimu sana, wananchi wakishapiga kura, ni vema wakaondoka kwenye eneo la kituo ili kupisha wananchi wengine waweze kutekeleza wajibu wao wa kikatiba. Kwa hiyo nitoe wito tu kwamba wakishajitokeza na wakifika kupiga kura, basi waweze kurudi majumbani kwao ili kupisha watu wengine na waweze kutekeleza jukumu hili. Kuna kanuni zozote ambazo zinaelekeza hiyo uh, uh, haki ya mpiga kura na wajibu wa wasimamizi katika kuhakikisha haki za mpiga kura zinaheshimika? nimekuja na nondo zangu hapa. Chukua nondo, tueleze, kama kuna kanuni. <laughs> <laughs> <laughs> Kanuni ipo, <laughs> na wajibu wa, wa, wa, wa mpiga kura kama ilivyoelekezwa wajibu wa eh, afisa uh, uh, msimamizi wa uchaguzi pia upo. <laughs> uh -huh. Eh, tunajaribu ku eh, wajibu wake kwa maana ya ameshafafanua mama hapa, ni uteuzi, samahani, wakati unachambua chambua, hebu tumsikize yes. Martina Kabisana kuhusiana <laughs> so, na wajibu nashukuru na uh, sana ndugu yangu Kateti yeah. ali msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kigamboni yeah. alielezea ali wajibu wa tume huru ya uchaguzi katika hili zoezi la kupiga kura Tunarudi, huu wajibu hauko tu kwenye tume huru ya uchaguzi. Hii tume huru ya uchaguzi inaweza ikakosa kazi kama kutakuwa hakuna watu wa kwenda kupiga kura. Sawa sawa. kwa hiyo wajibu namba moja wa Mtanzania ni tarehe 29 kwenda kupiga kura mm, kila aliye na sifa ya kupiga kura mm -hmm. Hii ninaomba nisisitize sana. Itakuwa ni kazi bure sana kama Watanzania tutakuwa tunajitokeza kwa wingi sana kwenye kampeni, tukasikiliza hizo sera, afu inafika tarehe 29 hatuendi kupiga kura, tutakuwa tumepoteza muda. Kwa hiyo wajibu muhimu sana, na hakuna haki bila wajibu. Hmm, hakuna haki. Eh, hakuna haki bila wajibu. Kwa hiyo wajibu wetu ili tupate haki hmm, ya kuwa na kiongozi hmm, ni kwenda kupiga kura hmm. Tusipokwenda kupiga kura tunakuwa an, yani hatunapokuja kumdai kiongozi atakaye kuwepo madarakani, unamdai atimize wajibu wake kama kiongozi, kama serikali Utakuwa ukisema hivyo, naomba nitimiziwe hivi, haipendezi hai hata huko rohoni, kwa sababu unaenda kuomba, unaenda kudai kitu kwa kitu ambacho kukifanyia kazi. Unajua kura watu, mm, tuelewe ni maana ya kura. Kura ni kitu muhimu sana unajua, unapoenda kupiga kura, ina maana wewe unahusika kuajiri. Yani ukimpigia kura rais, umehusika umemwajiri, katika kumwajiri rais <laughs> ukimpigia kura mbunge wako umehusika kumwajiri huyo mbunge yeah. Kadhalika na diwani, kwao una haki ya kudai atimize wajibu wa serikali kwako. Lakini kama utakuwa ukwenda kupiga kura na una sifa za kwenda kupiga kura mm, alafu unaanza kusema nimesema barabara ni mbovu yeah, nimesema hospitali inahitaji <laughs> madawa, unamwomba nani ambaye ukumwajiri? Inamaana wewe unaomba hewa yani, natamani tungejua nini thamani ya, ya kura hivi. Jamani, nitajisikia vizuri sana nikimwona rais halafu nasema na mimi nilihusika kumwajira, nilihusika kumwingiza kwenye mkataba wa ajira nilipotia mm -hmm. tiki <laughs> masina kabisa. Unazungumza kwa hisia sana, unahisi kama ueleweki, unahisi kama bado naumia. Mtu asipoenda kupiga kura sawa bwana. Umepata kanuni. E, kanuni ipo. E, kwa muktasari nisisitize tu ile anachokisema kwamba wajibu wa mpiga kura unaanza ile siku ya kupiga kura hmm, kuchukua kitambulisho chake na kwenda kwenye kituo cha kupiga kura De. Kama hatakuwa na kitambulisho lakini ameorodheshwa kwenye daftari, kwenye orodha ile yupo, basi ata kuna vitambulisho mbadala vimetolewa mm -hmm. ambavyo vitaweza vita kuonyeshwa kwa msimamizi wa, wa, wa, wa, wa kituo hmm, na akiridhika basi ataweza kuruhusiwa kupiga kura hmm. Akisha kupiga kura na kupakwa ile alama maalum atawajibika kutoka kwenye kituo na kurudi nyumbani ba, na kusubiri matokeo. Ha, hapo hapo kwanza, yes, tufafanue vizuri hmm. Mtu amekuja hana kitambulisho hmm, mna mnamsaidiaje? kuna vitambulisho mbadala vimetolewa, kwa maana ya kwamba anaweza kuja na leseni ya udereva, anaweza akaja na pasi ya kusafiria, anaweza kuja na leseni ya udereva, pasi ya kusafiria, lakini pia anaweza kuja na ile uh, uh, uh, uh, wanaita kadi ya NIDA cha NIDA. Sawa. Kinaweza kumruhusu kama atakuwemo kwenye orodha. Okay, katika eneo ambalo ambalo alijiandikisha na majina yao yanafanana, mm -hmm. kwa maana ya majina aliyojiandikishia na majina yaliyopo kwenye hivyo vitambulisho nilivyovisema. Okay, sawa. Ndio. Ipi haki ya, ya vyombo vya ulinzi na usalama mm -hmm. katika kuhakikisha basi eh, kwenye vituo vya kupiga kura katika kuhakikisha haki ya mpiga kura zinalindwa? Eh, kazi yao kubwa ni ulinzi wa usalama kwenye kituo Sao. na mazingira yote ya, ya, ya vituoni hapo. Hilo tu mm, kuhakikisha hakuna fujo ambazo zinatokea na kuhakikisha kila mtu anatimiza uwajibu wake eh, au anapata hiyo haki yake kwa amani na usalama mm. Hilo ndio jukumu lao kubwa mm -hmm. Ndio. Martina, kabisa kwenye hili ambalo nimemuuliza Bwana Selemani. Ndio. Kuhusiana na wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha basi mpiga kura analindwa, wajibu wao ni upi? Ama miiko yao ni ipi inatakiwa izingatiwe? ya Yeah, kama, kama alivyosema ndugu yangu Kateti hapa, vyombo vya ulinzi na usalama wanatakiwa wawepo kuhakikisha kwamba wawepo kwenye maeneo hatuwezi kusema wawepo vituoni saa zote sawa. Huwa kunakuwa na askari mlinzi kwenye kila kituo, si ndio, ndugu Mwange, anakuwepo. Lakini jeshi lenyewe kama jeshi la polisi huwa linafanya patrol kwa ku, kuona kwamba hali, hali ni nzuri. Mm, mpiga kura analindwa, mpiga kura yani, lengo kubwa hasa ni kulinda mpiga kura mm -hmm. Ni kulinda usalama wa raia siku ya, mpiga, siku ya kupiga kura sawa, yeah. Na, na hilo linafanyika ili kuhakikisha mm -hmm. hiyo haki inaweza kupatikana kwa sababu inaweza kutokea kundi la watu likatisha, e, likatisha watu wasiweze kujitokeza kupiga kura mm -hmm. Ndo wajibu sasa wa, wow. Vyombo vya ulinzi unakuja hapo. aha. Lakini kwa maana ya kwamba e, watakuwepo kuhakikisha tu kuna hali ya ulinzi na usalama kwenye vituo Mm, hawajibiki -hmm, kwenye shughuli yoyote ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Okay. Ya, labda tu niongeze ndugu, mm -hmm, mtangazaji kwa sababu tunafanya hizi kazi, wengine tumeshafanya, mimi mi nafanya hii kazi tangu 1995 <laughs> tangu uchaguzi wa kwanza elfu moja mia tisa, tisini na tano, okay, <laughs> wa mwaka 1995 wa vyama vingi <laughs> vilipoanza, tena um, wakati tuna vyama vingi <laughs> <laughs> vimesha nadi sera zake, utakuta mm. ile siku ya uchaguzi. Hiki nasema kitu ambacho nimeshakiona katika kufanya kwetu kazi mm. unaenda kwenye njia panda kuelekea kituoni Unakuta kuna watu wamekaa, wanaweza kaa hata vijana wawili watatu, au wa watu fulani wamekaa mm, hapo kama chini ya mti au nini. Sasa kila anayepita wanajua anaenda kupiga kura, wanaweza kumwambia kampigie fulani, kampigie fulani. Mm, unajua hiyo inaweza ili, ili, nilishashuhudia ikizua taharuki mahali fulani mm. Mmoja aligundua kwamba yule ni wachama fulani, unajua vijijini tunajuana, yeah. Yule ni wachama fulani, kwa hiyo anapopita kahakikisha, unampigia fulani. Wanajua kabisa, anamwelekeza kampigie mtu wachama fulani hmm. Nilishashuhudia kwa macho yangu ngumi zinapigwa. <laughs> Bahati nzuri, patrol ya polisi haikuwa mbali sana, ikaja ikawatawanya wale watu na si wenyewe, kazi yetu tulikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaitaarifu polisi kabla uvunjifu wa amani haujafika mbali sana. Kwa hiyo ni kazi yetu pia, kama tunatazama tuna, ukiona kuna kitu ambacho sio kizuri, huruhusi kuingilia moja kwa moja, lakini tunaruhusiwa kutoa taarifa polisi kwamba eneo fulani, na huwa tuki, tukifanya tuki utazamaji, tunakuwa tana namba ya kuwasiliana na polisi, eneo hili naona kama amani nataka uchaguzi wa saba tangu mfumo wa vyama vingi kuanza, si ndio? Na wewe umeshuhudia yote hiyo, hali ikoje ukitofautisha na miaka mingine? Um, mwamko na vijana pamoja na hiyo hamasa ya wapiga kura, ukiwa kazi hii umeifanya kwa muda mrefu, hamasa hamasa huwa inazidi, hasa nizungumzie kundi la vijana hmm? Hamasa ya vijana kwa mwaka huu imeongezeka, tena sio kuanzia tu elfu mbili na ishirini na tano. Tangu tulipoanza ku ku kuweka sawa daftari la kudumu la mpiga kura. mm. najua msimamizi wa uchaguzi alikuwepo na aliona vijana wengi sana walijitokeza tofauti hata na miaka mingine. Kwa hiyo hamasa kwa vijana ni kubwa sana na hii ina inatuambia ina, ina, ina nini? Vijana wanapenda mabadiliko chanya. Twendeleni. Ninaposema mabadiliko chanya hmm. watu wasija wakatoa tafsiri tofauti kwamba pengine vijana walikuwa wanataka watoe kiongozi huyu wamweke huyu. Sawa, ni haki yao, lakini mimi siko huku. Yani vijana wako tayari kuona si kwa mfano, sasa hivi tumezindua dira ya ishirini hamsini vijana wameielewa vizuri sana, pengine kuliko kundi lingine lolote lile hmm. watatamani kuona kiongozi atakaekuja hmm. anatekeleza hicho kitu. Kwa hiyo wapo kuona <laughs> wapo vitu kona vinatekelezeka na kwenye kutekeleza vitu ndio mabadiliko yenyewe, na hii umeshuhudia katika hata hamasa ya kujitokeza kwenye kampeni kabisa kabisa, vijana ni wengi, sijui msimamizi atasema vijana, lakini jamari, mimi nikwambie tu kwamba hata wewe uh. na mimi binafsi, wakati tumefika hiyo egi uh. ya kupiga kura, ukaenda kujiandikisha uh -huh. uh unapata hali fulani ya, ya, ya, e, ya, ya, ya mshawasho kwamba mm, unataka kujua e, nini huwa kinafanyika kwa wakubwa zetu pia, e, tume, tume wa kwa hiyo safari hii pia tumepata vijana wa kutosha ambao wamejiandikisha kwenye daftari letu na naamini mm, vijana hao watajitokeza kupiga kura. Sawa. Martina Kabisana nakupa dakika moja mm, eh, sekunde chache na Bwana Selemani sekunde chache mm -hmm, uzungumze na Watanzania kuhusiana na huo wajibu wao siku ya uchaguzi Oktoba 29. Karibu. Ndugu wa Tanzania, kwanza ninawashukuru kwa kutusikiliza, lakini pili ninaomba niwaombe sana msiishie kwenye majukwaa ya kampeni tu, msikate tamaa. Ninaomba mtumie haki yenu ya msingi ya kwenda kuwaweka viongozi wetu madarakani. Naomba tarehe 29 mwezi Oktoba 2025, kama unayo kadi yako ya kupigia kura au kama ulikuwa jiandikisha upo, kwanza kakague jina lako mapema, kama lipo alafu aende kapige kura. Asante sana Martina Kabisana. Bwana Suleiman, e sekunde moja. Ndio e, kauli mbiu ya, ya tume nasema kura yako haki yako tujitokeze kupiga kura kwa niwahimize e, wananchi wa Tanzania tujitokeze kupiga kura. Asante sana bwana Suleiman kwa mjadala huu, nakushukuru sana Martina Kabisana. Nakushukuru nawe mtazamaji, umefuatilia kipindi hiki pendwa, mamilioni ya watanzania wakiwa kifat... wanafuatilia kipindi hiki eh, tangu kinapoanza saa tatu kamili mpaka kinapoishia hivi sasa. Nakushukuru sana kwa muda wako hadi juma lingine tena. Mwisho wa kazi hii ni maandalizi ya kazi nyingine inayokuja tena, itakuwa nzuri zaidi. Asante sana, nakutakia kila laheri. Mimi ni mpendo wako Jamali Ashim, asante na kila laheri.